Sasa baadhi yetu au wengi miongoni mwetu wanazungumza vile wanavyojisikia, bismil hurriya kwa kivuli cha uhuru wa kuzungumza. Na wakumbusha Waislamu na wakumbusha Watanzania, lakini na wakumbusha vijana bila amni, pasina kuwa na amani hakuna chochote kinachoweza kufanyika, si biashara, sio chochote unachokijua katika maisha yetu ya kila siku. Hii ni neema Allah subhanahu wa ta'ala ametupa, na neema ame tuagiza Mola wetu kuzilinda kwa kuzishukuru na kuzifanyia kazi. Leo hii mitandao ya kijamii ndiyo platform ambayo mtu anadhani yuko huru, anafanya anavyotaka, anasema anavyotaka. Lakini nawakumbusha hasa waislam bisifatin khassa. Innal kalimata amana, neno ni amana. Neno lolote kabla hujalizungumza, tambua kuwa ni amana, ma yalfidhu min qaulin illa ladai raqib atid. Allah anatuambia hivyo, sisi Waislamu, hata mki mtu neno lolote analolizungumza isipokuwa linanukuliwa. Allah Allah, wale mnaoandika na kuposti katika mitandao ya kijamii kabla hujafanya, fikiria mara mbili mbili. katika madhambi makubwa -aminin. ni tarwiul aminin ni kuwatia hofu, kuwatia taharuki watu, ukaondoa utulivu katika nafsi zao. Uislamu umetupa miongozo: kabla hujafanya, unafanya vipi? Kabla hujasema, useme vipi? Ulitafakari hilo neno? Je, litakuridhisha siku ya Kiyama kulikuta katika daftari lako? Kama halikuridhishi iyyaka thumma iyyaka. Hii ni TV Iman Tanzania, elimu bila mipaka.